Na tukirudi Tanzania, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa nakusanya bilioni nne na isubiri serikali. Hii ni Nje ya Box TV update. Langu jina ni Christina Mbaruku. Waziri Mkuu wa Tanzania Kasimu Majaliwa ametaka halmashauri ya wilaya ya Igunga kutenga Tanzania shilingi milioni hamsini kutoka mapato yake ya ndani kwa ajili ya ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Mwanyoka, akisisitiza kuwa mwananchi hapaswi kuendelea kuteseka kwa kukosa huduma za afya. Akiongea mara baada ya kuweka jiwe la msingi la mradi wa upanuzi wa mtandao wa maji safi ya ziwa Victoria kutoka Ngongoro, Majaliwa amesema kuwa halmashauri hiyo imekusanya zaidi ya Tanzania shilingi bilioni 4 lakini bado inasubiri fedha kutoka serikalini kwa miradi midogo kama ujenzi wa zahanati. Halmashauri hii imekusanya mpaka sasa zaidi ya Tanzania shilingi bilioni 4 lakini bado mnategemea pesa kutoka serikali kuu kwa kila jambo zahanati tanzania shilingi za milioni hamsini, mnasubiri bajeti ijayo? Hapana, tumieni pesa mlionayo sasa kujenga zahanati hii, alisema waziri mkuu. Ameagiza kasimu mkurugenzi wa halmashauri ya Igunga kuhakikisha ifikapo Aprili 2025 fedha hizo zinatolewa na ujenzi wa zahanati utaanza mara moja. Majaliwa amemwagiza mkuu wa mkoa wa Tabora kusimamia utekelezaji wa agizo hilo, akisisitiza kuwa lengo la serikali ni kuhakikisha huduma za msingi za afya zinapatikana karibu na mwananchi bila usumbufu wowote. Hii ilikuwa ni Nje ya Box TV update langu, jina ni Kristina, ambalo kwa sasa kusubscribe, ku like na kushare ili kwanza kupata notification, tunapata update mbalimbali.